Sisi tunafata Biblia, tunaongozwa na Biblia, njia yetu ni Biblia. Yesu anasema mimi ndimi njia, na yeye ndiye neno. Njia ni moja tu, hakuna njia mbili. Njia ni moja peke yake inaitwa neno la Mungu, neno la Mungu. Kwa hiyo utakatifu lazima utokee kwenye neno, utokee kwenye neno neno neno. Nashangaa leo watu hawana neno, watu hawana muda wa kusoma neno, na wanataka waende mbinguni. Watu hawana muda wa kusoma Biblia, na wanataka waende mbinguni. Wengine wana simu nzuri, wengine wana wana vitu vizuri, wana mavazi mazuri, wana nyumba nzuri, lakini muulize, nini umepata muda wakiiona Biblia ni nzuri ukaisoma. Mzazi wa leo ananishangaza sana, anaweza akamnunulia mtoto wake vitabu kitabu cha fizikia kitabu cha kemia kitabu cha biolojia kitabu cha historia kitabu cha geografia vitabu vya literature, akamletea vitabu mbalimbali. Lakini mzazi huyu ni wajabu sana, hajamwambia mtoto wake soma na Biblia, soma na Biblia. Njia iko kwenye Biblia, ili hayo masomo yaende vizuri lazima

Biblia, kamata Biblia, soma Biblia fizikia Biblia, Biblia, yazie kwenye Biblia kemia kwenye Biblia. Huyu ndiye mzazi anayemwanda mtoto wake vizuri. Watoto wangu munaonisikia? Ni kweli mutasoma vitabu mbalimbali sikatai, ila kitabu cha kwanza kitakacho kufanya wingiye mbinguni ni Biblia. Nani ana ujasiri wa kusema, vitabu vya dini zote sio neno la Mungu? Kitabu ambacho ni neno la Mungu ni Biblia peke yake, ni Biblia peke yake, hicho ndicho neno la Mungu peke. Mungu hana maneno mawili, ana neno moja hapo mwanzo kulikuwepo neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu. Ni neno, sio maneno. kwa Mungu hana maneno mawili, ana neno moja. Wazazi semeni ame. Wanunulieni watoto wenu bibilia. Toto amefaulu, kama mwanangu hapa. Nani Rozi? amefaulu kwenda fom 5 huwa nampa introduction of all subjects lakini nimempa na bibilia nikamwambia ros anzia kwenye bibilia iko wapi ros hiyo bibilia au umeacha ndani ana watu wasipoelewa wanaweza wakasema labda naongea maneno sio tu vitabu vya sayansi Biblia. Tumuone Paulo mahali alipofika, aliingia kwa sifa ngapi? Na sisi leo tuzione hizo sifa kama tunazo, ili tuweze kumwambia Mungu asante, na kama huna kuna njia ya kuzipata. Wakorinto wa pili kumi na mbili mbili hadi nne Mbingu ya tatu, mbingu ya tatu. Twende sasa, mbingu ya tatu mbingu ya tatu. Kabla tujasoma, naomba nitoe haya maelezo <coughs> ni mbingu, hii ni mbingu gani? Ni mbingu ya juu sana, zaidi ya mbingu ya pili na kupita sayari zote. Wewe ambao unaandika, ndio sababu ya kukupa haya maelezo ambayo yako hapa. Hii mbingu ni mbingu ya juu sana, zaidi ya kupita mbingu ya pili na kupita sayari zote nilizozitaja hapo, kama vile jua. Nimekutajia sayari ya jua, ni mahali ambapo kipimo cha kisayansi hakiwezi kufika, kipimo chochote cha sayansi. Hata uende kwa wale wenye vipimo vikubwa duniani wataweza kupaona mahali hapa, hapa hapawezi kuonekana kwa kipimo chochote. Ndipo mtume Paulo alinyakuliwa, akajaliwa kuona mambo mengi na kusikia mambo mengi yasiyotamkika. Munanisikia, munanisikia, watoto wa Mungu, munanielewa? Sasa naomba tusome hii mistari tuone Wakorinto wa pili sura ya kumi na mbili mstari wa pili hadi wa nne Mnasikia huyu ni nani? Paulo mtume. Jambo la kwanza lililomsaidia kufika mahali hapo, hali iti kuomba sana, hali iti kuhubiri sana, hali iti kutoa sana, linaitwa hagios, Kiunani utakatifu 12:14. Utakatifu utakatifu, utakatifu. Alijitenga na dhambi alijitenga na dunia, akakataa mambo ya mwili. Ndiyo maana Biblia inauliza hapa, Biblia inasema alikuwa katika mwili sijui wakati anaenda sasa. Paulo anaandika namna ya ajabu sana hapa, utadhani siyo yeye, na wakati ni yeye. Anasema sijui, hasemi ni mimi. Amejishusha kabisa, kwa kigezo kilichomfikisha mpaka anatwaliwa, anayakuliwa, mpaka anaenda pale juu, ni utakatifu. Hagios, ndio, ndiyo sifa hii, ni sifa Hagios ya kwanza. Ndicho kigezo cha kwanza, utakatifu. Alijitenga na dhambi na Mungu pia akamtenga kwa ajili ya kuwa chombo chake maalum cha kumtumikia. Mnanisikia watoto wa Mungu? Mnaelewa? Semeni amina kubwa kama tuko pamoja. Jambo la pili tunaliona Mithali kumi na nne kumi na mbili. Asi unasema Paulo, amefikaje mithali? Agano la Kale linafunua agano linafunua jipya. Hii ndio sifa ya pili. Unataka kwenda mbinguni, utakatifu ni lazima, na baada ya utakatifu jambo hili ni lazima. Mithali kumi na nne kumi na mbili, soma Misali 14:12, Biblia inasema, ehe, iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu mm -hmm, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Unasikia, hakuwa na njia za siri. Unajua, leo tunaweza tukawa na watu wana mambo ya siri mengi, ni askofu wana mambo ya siri. Hakuwa na njia yake, alinyosha mambo yake yalinyooka. Lazima ukitaka kwenda mbinguni nyoka, na ukinyooka utachukiwa, hasa wahubiri. Nyosha hivi mambo, nyosha. Kama hutaki kitu sema star, usizunguke mtu, nyosha hivi. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho ataenda mbinguni, haendi.